Ndugu watanzania wenzetu, Chadema tunatoa wito kwa watanzania wote kutembelea na kutoa misaada ya kibinadamu kwa wahanga na familia zao. Hatua hii ni ishara ya mshikamano, umoja na utu wa kitanzania katika kipindi hiki kigumu. Ndugu watanzania, aidha tunaitangaza namba maalum ya simu 0716484242. Hii namba ni ya afisa wetu wa habari, ndugu Gerva Lienda, mkuu wa idara ya habari ya chama, kwa ajili ya kukusanya taarifa sahihi ya watu waliouawa, waliojeruhiwa na waliopotea tangu tarehe 29 Oktoba. Taarifa hizo ziwe kwa mfumo ufuatao: kuwe kuna jina, umri, kazi, mahali tukio lilipotokea, picha au video ya mhusika na sehemu alipojeruhiwa. Taarifa hizo zitumwa kwenye namba tajwa hapo juu kama nji kama njia ya WhatsApp au SMS.